Kwa kijana wa Kitanzania ambaye ana ndoto za kujiunga na JWTZ, hii video inamhusu. Lakini share video hii na watu wako wa karibu, na wenyewe wapate somo. Vijana wengi wanashindwa kujiunga na JWTZ kwa sababu zifuatazo. Namba moja, kutokuwa na kitu cha ziada. Vijana wengi hawana kitu cha ziada ambacho wanaweza kuofa jeshi. Mfano, ukiachana na degree au elimu yako ya form 6 au form 4, je, una kitu gani kingine cha ziada? Hapa naongelea vitu kama mashwat, riadha, karate, lakini uwe na cheti pia. Namba mbili, ni maandalizi duni kabla ya usaili, vijana wengi huenda kwenye usaili bila kujiandaa kimwili na kisaikolojia. Namba tatu ni uzembe. Mfano, unakuta kijana wakati wa usaili wa JWTZ amesahau cheti cha kuzaliwa nyumbani au cheti cha shule amekisahau shuleni. Namba nne ni vigezo mfano umri ni miaka kumi na nane hadi ishirini na tano. Kwa hiyo ni vizuri ukazingatia vigezo vinavyotangazwa na JWTZ. Na namba tano ni kutokuwa na ukaribu na wanajeshi wa JWTZ. Ni vizuri ukawa na ukaribu mzuri wa kirafiki, ili na wenyewe wakusaidie, wakupe maelekezo mbalimbali yanayoweza kukusaidia kutoka pointi moja kwenda nyingine.